Ndugu zangu wa Tanzania, bado nina huyu Yona wachalize. Leo amekuja na kauli ya kumdogosha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi na kumkweza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Watu hawa wanaheshimiana mno, wanapendana mno ni watu ambao wapo kwa ajili ya kuiongoza nchi yetu. Huyu bwana leo anasema Mnyika anayoyafanya na aliyoyafanya kwa mzee Ali Kibao anayejua zaidi ni Mwigulu Lameck Nchemba, makamu wa rais ana ajualo. Maana alisema kabisa kwamba oh, kauli aliyosema aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni kwa sababu hafahamu kitu. Maana ndani ya, ya ya ya serikali kuna viongozi hawajui kitu, anayejua sana ni Mwigulu Lameck Nchemba wa mheshimiwa waziri mkuu. Hivi huyu jamaa kweli na anabaki uraiani, anabaki uraiani? Maneno kama haya unapoyatamka, kwanza unatengeneza unatengeneza dharau kwa kiongozi, kwa maana makamu wa rais kwa nafasi alionayo, anawezekana kuna mambo mengi ya usalama wa taifa hayajui. Ni kweli msaidizi mkuu wa Dokta Samia, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakwenda kumdogosha kwa namna hiyo? Yeniona, amekutuma nani? Kwa sababu mi naamini katika makada wa Chama cha Mapinduzi, kama kunakuwa na kikosi cha watu wa propaganda hawawezi kuchagua mtu wa aina yako. Wewe ni roporopo ropo. Unajipendekeza tu CCM lakini wewe ni roporopo. Haiwezekani chama cha mapinduzi katika njia yoyote ya kiintelijensia wakakuchagua mtu kama wewe, eti upambane dhidi ya upinzani. Unakichafua chama na serikali, unalichafua jeshi la polisi. Kwa maana ni kwamba vile ni kama vile umeliambia jamani, jeshi na polisi, nawaambia mnyika ni muuaji, halafu jeshi la polisi limemwachia mnyika uraiani. Naomba sana kwa heshima ya jeshi la polisi Limkamate Yona atoe ushahidi wake wa kutosha, ni kwa namna gani mzee Ali Kibao aliuawa na Mnyika, ili haya ya mambo yaishe. Watanzania tuko bize kuelekea kwenye maridhiano, tunasubiri ripoti ya tume ya uchunguzi ya vurugu za Oktoba 29. Tukae kwenye meza ya maridhiano, watu waendelee na mambo yao, lakini huyu bwana Yona na ni katika hali ambayo ukimtazama kama analipiza kisasi kwa yale aliyopambana nayo Chadema. Hatuwezi kusema kwamba hakuna madhila aliyokutana nayo Chadema, basi ni bora azungumzie tu yale aliyomuumiza Chadema wazi wazi kuliko kwenda kuzua taharuki na mpaka unafikia hatua badala ya kuwashambulia viongozi wa Chadema pekee unaanza kudogosha hadhi na nafasi ya makamu wa rais, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unasema hajui kitu, halafu unamkweza Waziri Mkuu Dokta Mwigulu Lameck Nchemba kwamba ndio anafahamu. Kama sio uchonganishi nini? taifa letu linaloongozwa na mama yetu Dokta Samia, dhamira yake ni kuwaweka watanzania wawe kitu kimoja. Leo wewe ni, ni nani aliyekufidi hizo taarifa? Na hata huyu aliyekufidi, kwa nini usinge mshauri bwana, mimi naona nashukuru kwa hizi taarifa na ushahidi huu, twende polisi tukazitoe, kwa sababu kesi ya mauaji ya mzee Alikibao haijafa, wauaji wanatafutwa. Tafadhali tafadhali sana Yona, jenga heshima ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumbuka huyu ni kada wa Chama cha Mapinduzi, mtu mbobezi wa siasa za ndani na nje ya nchi. Mpaka kufikia kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio jambo dogo. Unaropoka tu hujui kwamba wakati mwingine unavunja una, una hadhi na heshima ya mtu. Jeshi la polisi ninyi ni watu tunaowategemea kwenye taifa letu, tunaomba sana mkamateni Yona, kupeni ushahidi wa kutosha juu ya Mnyika kumuua mzee Ali Kibao, mjenge heshima yenu na hadhi yenu. Au kama mnaona Yona amewatosheleza kwa aliyoyasema kwamba Mnyika amemuua mzee Ali Kibao, jeshi la polisi, kamkamateni Mnyika ili familia ya mzee Ali Kibao ibaki na amani.